Naheshimu viongozi wote, wakuwe wa sasa, wakuwe wa zamani, lakini lazima tufike pahali tuangalie mfano ya wale waliokuwepo. Kama ni mfano mzuri, tufuate; kama sio mfano mzuri, tusifuate. Wakati mimi nitaondoka hapa kama mjumbe yenu, viongozi wale ambao watakuja wananikumbuka kwa zile ghorofa ambazo nimejenga Mahali ambapo walikuwa wajawahi kuona gorofa kwa kijiji, tunasomea kwa gorofa. Hata akiweka bidii anaona asome, hata ajenge pia nyumba yake ya gorofa, aishi ndani, watu watakuwa wanamtumia kama mfano, vile tunavyokuwa tukisema kwamba Mwenyezi Mungu alileta hii shule ya Chesamisi na pia akapatisani kuleta katika shule ya Lugulu Girls na Friends School Kamusinga lakini Ukiona TV uliona juzi, ati iko kikundi ambaye imekutana ati wanapanga tena ati waunde serikali ati ndio wapeleke Kenya mbele. Na watu hao walikuwa mawaziri miaka kumi, mwingine alikuwa waziri miaka kumi na nane. Kama ni kwa kuleta maendeleo, kutumia rasimali ambayo serikali imekupatia, within your control Ninyi mnaweza nilinganisha na mheshimiwa mkuu wa Kitui. Nilinganisha na mheshimiwa mkuu wa Kitui. Kama ni kizungu hiyo kidogo, asema ananishinda kwa kizungu <laughs> lakini kwa maendeleo ananishinda kweli. Huyu mwingine anaitwa Eugene Wamalwa, alikuwa waziri for 18 years. Can you compare me with Eugene Wamalwa? Kidogo kuna wengine wa wakiongea naweza wasikiza kidogo

Ati wanatafuta ati serikali sisi tuende nyumbani, alafu ati hao wachukue hatamu yao ya uongozi.